Mheshimiwa mwenyekiti wa mkoa, mwenyekiti wa wilaya, katibu wetu wa mkoa wa wilaya, na wajumbe wa kamati ya siasa na wale ambao mko hapa, kimsingi huo sio mkutano, bali nimekuja leo, siku ya mwisho ya uchukuaji wa fomu, kuja kuona makada wa chama cha mapinduzi, vijana wa Ruangwa wapenda maendeleo ambao tayari wamejitokeza kuchukua fomu kwa nafasi ya ubunge baada ya mimi kuwa nimetumikia kwa miaka kumi na tano kutoka mwaka elfu mbili na kumi na <clears throat> sasa nimefika wakati kwa mshikamano tuloujenga, kutoa fursa kwa wanaruangwa wazaliwa wa Ruangwa wapenda maendeleo waweze sasa <coughs> kuunganisha nguvu hizi, ili hii kauli mbiu yetu ya Ruangwa kwa maendeleo inawezekana, ambayo sasa mheshimiwa <coughs> mwenyekiti amesema imewezekana na tunasonga mbele, iweze kusonga mbele zaidi. Nataka mm -hmm. Nitumie nafasi hii kwanza kukishukuru chama changu cha Mapinduzi ngazi ya wilaya na mkoa. Nimefanya kazi wakati wote na chama chetu. Bado mimi ni mwanachama wa CCM, na kwa nafasi nayonayo, mimi ni mjumbe wa kamati kuu na almashauri kuu ya CCM taifa, bado naendelea nayo kutokana na, na <klos> majukumu haya kuwacha nafasi hii na kuwaruhusu wanaruangwa wenzangu waendelee wale ambao nilikuwa naona wanapenda kushiriki kwenye maendeleo yetu, wale ambao niliungana nao katika kufanya kazi za maendeleo wilaya ya Ruangwa, ambao leo wameshaanza kuchukua fomu, hawa wote waliochukua no fomu ni wazaliwa wa Ruangwa, wana Ruangwa ambao nimeshirikiana nao kipindi chote cha miaka 15 kwenye shughuli za maendeleo. Kwa hiyo kwe, wanakuja kwetu, wanakuja kwenu, wananchi kuja kuendeleza jitihada ambazo tumezifanya kwa pamoja, kuja kuendeleza utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, kuja kuhakikisha kwamba Ruangwa inapaa kwa kasi. Na naamini wote wamekuja, kila mmoja na uwezo wake. Tunatarajia jitihada zake binafsi, lakini mshikamano ambao sisi tutawapa, na mimi mwenyewe nitakuwa pamoja nao wote, pamoja waliokuja kuchukua fomu lakini baada ya mchakato huu, yule ambaye atapewa dhamana ya Chama cha Mapinduzi kupepereshwa bendera na kuingia madarakani, hatutamwacha peke yake.